Okay, asalamu alaikum ndugu zangu. Ebwana, leo nimekuja na kitu kimoja kizuri sana. Naomba uchukue muda wako kutizama hii video mpaka mwisho, na naomba uishare hii video kwa sababu e, wengine wapate kuelimika kwa hiki kitu ambacho nataka mkisikie. Unajua, nimeanza huu uganga ni muda, kuna kesi nyingi sana ambazo nazipokea, watu wanasumbuliwa na kuparalaizi miguu, watu wanasumbuliwa na matatizo kwenye visigino, yaani miguu inawauma watu wa kawaida, na haswa pia napenda sana mshee na watu ambao mnasumbuliwa na sukari. Unajua sababu kubwa ambayo mnapatwa na haya matatizo ya miguu kwenye kisigino na kuparalaizi miguu na mili yenu kutokuwa katika standadi nzuri kama ulikuwa hujui, mimi leo nakusanua kitu kimoja. Kama unamiliki chumba chako na umepiga tarizi kwenye nyumba yako ama kwenye chumba chako hatukatai e, kuweka urembo, hatukatai kupendezesha nyumba, lakini kumbuka kitu kimoja. Wakati unapendezesha nyumba yako, lakini ujue kwamba kitu nilichokiweka kina faida na kina madhara. Tarizi ni kitu kimoja hatari sana kwa sisi ambao wanaadamu yaani tarizi ndiyo chanzo kikubwa sana cha watu kuparalaizi miguu kutokana na mekemiko na ile baridi ambalo lipo ndani ya mwili. Sawa, mwili wa mwanadamu wakati mwingine unahitaji joto joto kule chini, na siku zozote baridi ama marazi ya miguu au nini huwa yanaanzia chini, na ndio maana watu wanaoishi kule nchi za nje mara nyingi huwa wanavaa soksi. Yani, ukienda nchi za nje ukiona unatetemeka mwili mzima sawa, kitu cha kwanza unashauriwa vaa soksi. Ukishavaa soksi, yani baridi huku juu huwa halipiti, baridi huwa linapitia kule chini. Sawa so. Kwa hiyo mifupa, mara nyingi, muda wowote unapokanyaga matari za nyumbani kwako, yanasababisha wewe kupata matatizo ya mifupa, matatizo ya miguu. Kwa hiyo mimi nawashauri ndugu zangu Uwekeni makapeti kama unataka kuishi maisha mazuri yasiyo kusumbua mifupa miguu kuparalaizi mara kwa mara, wekeni makapeti kwenye nyumba zenu, msio wavivu wa kusafisha. Na ndio maana wazungu wenyewe ukienda kule kwenye mahotelini, ukienda kwenye majumba yao kote, yani nyumba nzima wana makapeti ambao wameyatandika. Huwezi kukuta nyumba kule Ulaya ukaikuta ipo open kama hivi tu, umeweka mitalizi yako, yani ukaikuta hivyo hivyo. Matalizi mara nyingi sana huwa wanapendelea kuyaacha kama yalivyo kwenye mamoo, eh, kwenye mamoo, kwenye maofisi kwa sababu kule watu eh, wanavaa viatu, eh, watu kule wanakuja eh, mara moja moja, eh, kwa sababu watu kule hawatembei peku. Talizi inahifadhi vitu vingi sana ambavyo ni vyepesi sana wewe kuingia kwenye viungo vyako chini ya unyayo wako na kukuletea wewe shida Koyo, kwa hiyo hakikisha nyumbani kwako ndugu yangu weka na kapeti kama Mungu amekujalia ka uwezo tunajua mnapenda kupendezesha nyumba zenu tafuteni makapeti mazuri wekeni kwenye nyumba zenu kwa sababu watu wengi sasa hivi kuanzia miaka ishirini ishirini na ngapi wanasumbuliwa na mitetemeko ya miguu e, visigino kuwauma e, miguu e, kupata stroke Kuparalii ni kwa sababu ya kiti hiko. Kwa hiyo share video hii na wengine wapate kuelimika, hasa e? watu wenye kisukari yani, watu wenye kisukari ndio msisubutu kabisa kwe? Msisubutu kutembelea sehemu ambazo zenye matarizi nyumbani kwako, kama una sukari, hakikisha ndugu yangu weka carpet. Utakuja kupata matatizo maganzi, hayatokuisha malazi mengine hayatokuisha. Nite Dr. Manyaunyau Kiboko ya wachawi eh, professional no, eh, bwana, kuanzia mwezi wa tano, eh, huu huu no, unaoona kwenye tarehe 20 25 na kwa zangu Marekani, Kanada kwa, unaweza tukawasiliana, namba za simu za dokta ni zile zile 0755631291 share ujumbe huu kwenye magrupu wapate kuelimika, tupate kuwaokoa na wengine ambao walikuwa wajui. Msela, weka geto lako eh, kapeti achara na matalizi wewe.